Bismillahi rahmani rahim. Assalamualaikum, vipi hali zenu? Karibuni tena katika channel yangu. Risipi yetu ya leo ni vileja, ama unaweza ukaita cookies, unaweza ukaita biskuti disaini nyingine kwa ajili ya Idi. Kama hujaangalia risipi zilizopita, unaweza kuangalia, nimesha posti keki na disaini nyingine za vileja. Kwa kuanza hapa na siagi ama bata. nimetumia robo lakini, pia nitaongeza na sukari. Sukari yangu nimeisaga ila kama wewe hupendi kusaga ama huna kifaa cha kusagia unaweza kutumia hivyo hivyo. nitasaga mchanganyiko wangu kwa dakika kama tatu. Unapotengeneza vileja, vileja havina shida sana wala havina mbwembwe mbwe sana, unachanganya tu mpaka mchanganyiko wako uwe mweupe kama hivyo na itakuwa tayari, na wala haichukui muda mrefu, inachukua kama dakika mbili au tatu na itakuwa tayari. Baada ya hapo nitaweka yai moja natumia yai moja tu kwa vileja vyetu hivi, na pia kama huna mashine sio lazima, unaweza hata ukatumia mwiko ukachanganya kwa kutumia mwiko. Baada ya hapo naweka arki. Natumia hii arki ya banana iko rangi ya manjano, na natumia hii kwa sababu vileja vyangu vitabadilika rangi, vitapiga rangi ya manjano. Wahiyo, we kwa hiyo kama hutopenda vileja vyako vibadilike rangi unaweza ukatumia arki ya vanila lakini pia ni vizuri kama haswa haswa kama unapika vileja vya design nyingi basi ni vizuri design hii ukabadilisha ukafanya rangi nyingine. Baada ya hapo sasa nimeweka custard, na ile ndio custard nilionyesha. Custard powder nimeweka kijiko kimoja cha chakula. Baada ya kuweka custard nitachanganya vizuri, na hapo sasa tutatumia mwiko tu, hatuna haja tena ya kutumia mashine baada ya hapo nitaweka unga unga wa ngano unga wangu huu ni vikombe vitatu halafu nitaweka na baking powder baking powder unaweka kidogo sana unakiona kijiko changu nimeweka kule nchani tu kidogo hakijajaa na unaona utofauti wa vijiko utatumia hichi kidogo usitumie hichi chakula vijiko viko vya aina mbili eh? kuna kijiko cha chakula na kuna kijiko cha chai kwa hiyo utatumia kile kidogo cha chai ndo utaweka baking powder Ukiweka baking powder nyingi, vileja vyako vitakwenda kuvimba vitatandawaa, havitopendeza. Kwa hiyo weka kiducho kama mimi nilivyoweka. Baada ya hapo sasa, naacha mwiko, naanza kuchanganya kwa kutumia mkono. Unga kama nilivyosema, unga nimetumia vikombe vitatu, sukari kikombe kimoja na siagi yangu ama wengine wanaita bata, nimetumia robo kilo. Katika upi, upishi wa vileja, siagi yoyote ama bata yoyote unaweza kutumia, havina shida. hivi hivi kama kama keki, keki ndo lazima uwe na bata maalum sawa. Utachanganya mpaka kupata donge kama hivi. Usifanye unga wako ukawa mzito, hapana. Yani, ukiona unga wako ukifingirisha kidonge kinakuja tu, basi ujue kipo tayari. Na sasa tutafanya shape shape yetu ya leo. Hatutotumia kifaa chochote, mikono yako tu. Utachukua kidonge chako utazungurusha kama hivyo, halafu utaweka kwenye tray yako kama hivyo tunavyoona. Ni very simple very easy. Fanya vidonge vidogo vidogo, kwa sababu baadaye vitakwenda kuumuka tutakapokwenda kuvichoma. Lakini pia unapoweka ki kileja chako kwenye tray, hakikisha unaacha nafasi usije ukavibananisha, ukivibananisha vitakuja kugandana na kuharibu shepu yako. Tunaona hivyo eh? Baada ya hapo sasa nimechukua hii brashi naweka tundu. Unaweza ukatumia brashi, unaweza ukatumia mwiko kwa kule nyuma, unaweza hata ukatumia kidole chako pia ukafanya hicho kiduara. Kifaa chochote kile unaweza kutumia ili mradi upate hiyo tundu katikati. Na baada ya hapo tutakwenda kuvichoma kwa dakika ishirini tu au pia inategemea na nguvu ya kuka lako, sawa. Na sasa tutatumia jam. Jamu yako baada ya kuinunua ichanganye, maanake mara nyingi jam inafanya madonge madonge, haswa haswa kama upo nchi za baridi. Kwa hiyo ichanganye kwanza kwa kijiko mpaka ilainike, halafu nimeweka kwenye piping bag ili kuwa rahisi wakati wa kumimina. Na baada ya hapo sasa, vileja vyangu vimetoka. Umeona, vitoe vyeupe ndo vitakuwa vizuri, usiviache mpaka vikapiga rangi kwenye oven. Na wakati wa kuvitoa pale pale vimoto, ndo unaweka jamu yako, usisubiri mpaka vipoe, unavitoa tu. Ina maana jamu yako unaitayarisha wakati vileja vikiwa katika oven. Na hapo vileja vyako vitakuwa tayari, ila mimi nataka kuvipamba kidogo. Unajua tena Eid ni kupamba chakula, kipambe, kipendeze, kivutie, mtu aanze kula kwa macho kabla hajala mdomoni. Nitatia hii pistachio unga pistachio zile nimezi nimezitwanga, nazo utazitia. Ukimaliza kutia jam tu utaitia pistachio, ili kama jam ikikauka na hizi pistachio ziwe zimeganda ndani ya jam. Na kama huna pistachio sio lazima, ila kama unazo ni vizuri, vileja vinapendeza. Eh, Idi ni furaha, kwa hiyo furaha inakwenda na mapambo. Tupambe tuenjoy, watoto wafurahi, watu wazima wafurahi, ndio Idi na baada ya hapo utaviacha mpaka vipoe. Na baada ya kupoa vileja vyako vitakuwa tayari, vitamu, vilaini, vinanukia, vinapendeza, kila sifa vinavyo, na wala huchukui muda mwingi kuvitengeneza. Yani kutengeneza inachukua pale dakika kumi na kuvichoma dakika ishirini, umemaliza. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, kama umefika mpaka hapa na kuomba usisahau kulike like video hii pia, ushare na uwapendao. Lakini kama wewe ni mpya usisahau kusubscribe, kama ni mkongwe, asante sana kwa herini.